Naam, karibu ndugu mpenzi mtazamaji wa Kubezya TV. E, na hapa tupo kuangazia kile kinachoendelea e, vita kati ya Israel e, dhidi ya Iran ambapo leo tutaenda kuangalia e, je e, marekani wataweza kumuua Ayatollah Ali au vita itakuwa imesimama hapo? kwa sababu tumeangalia kinachoendelea pale Israeli sio uh, mara ya kwanza, na Irani sio ndo nchi ya kwanza kutaka kufanyiwa mapinduzi au uh, kuendelea kufanya vita na Israeli. Uh, hiki kitu kimeanza zamani, tangu Israeli ipate uhuru mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tisa hadi leo Israeli imekuwa ikianzisha vita vya kila siku zidi ya jamii hizi za Kiarabu. E, mfano mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tatu, e, Israeli ikisaidiwa na Marekani ilifanya mapinduzi na kumuondoa madarakani Mohamed Mos, Mosaddegh ambaye huyu yeye alikuwa ni kiongozi wa Iran. E, Israeli ilifanikiwa kumuua na kumuondoa madarakani lakini pia hawakuishia hapo. Wakaja mwaka elfu mbili na moja eh, Osama bin Laden eh, kiongozi wa, kiongozi wa Afghanistan eh, baada ya kuwa tishio la Marekani kwa muda mrefu huko Mashariki ya Kati eh, Israeli wakishirikiana na Marekani, Osama bin Laden walifanikiwa kumuua eh, baada ya kumuua eh, wakaiteka nchi zaidi ya miaka ishirini ambapo wali tangu elfu mbili na moja hapo walikaa hadi elfu mbili ishirini na moja kwa inaonesha ni namna gani walikuwa wamedhamiria kuiharibu Afghanistan. Lakini pia elfu mbili na tatu pia e, Bashar Saddam Hussein e, naye walifanikiwa kumuondoa pia e, Saddam Hussein ambaye alikuwa ni Iraq ambao Iraq ilikuwa ni nchi imara sana e, hata kiuchumi, kijeshi lakini Saddam Hussein wakishirikiana na majeshi yao ya NATO e, walifanikiwa kumwondoa. Lakini Israeli pamoja na Marekani wakishirikiana na majeshi yao ya NATO walifanikiwa kumuua na kumwondoa Hussein Husen. Pia kama tunakumbuka, juzi tu hapo Mubarak wa Misri elfu mbili kumi na moja hapo pamoja Beni Ali wa Tunisia wananchi waliandama e, lakini wakishinikizwa na Marekani waliandamana na kumtoa madaraka na kuwatoa madarakani viongozi hao, Hosni Mubarak wa Misri na Zine Abidine Beni Ali wa Tunisia. Hawakuishia hapo e, mwaka huu elfu mbili kumi na moja pia Gadda, Muammar Gaddafi wa Libya wakishirikiana na majeshi yao ya NATO, CIA na FBI eh, wakafanikiwa kumuondoa Muammar Gaddafi ambaye alikuwa amekuwa ni tishio kwa maendeleo ya hawa manyang'ao. Eh, kwa baada ya kuona hicho kitu kama kawaida yao wanavyotumia Israeli na wao wenyewe wanaenda kwa mgongo wa kulinda amani ya taifa, wanafanya mapinduzi na kuweza kumuua kiongozi. Pia eh, mwaka jana tu hapo mbali sana elfu mbili ishirini na nne Bashar wakafanikiwa kumwondoa wa Syria eh, ambapo tunaona kabisa mashambulizi yalifanywa na Israeli na Marekani wao eh, wakidai wao, waki kwamba Syria inatishia amani ya Israeli eh, ndo wanaingia kwa mgongo huo kwamba Syria ni tishio la amani ya Israeli. Lakini pia tukiangalia hata sasa hivi kile kinachoendelea pale Iran eh, ni Israeli wanasema wao wanaogopa au kitendo cha Iran kuwa na nyuklia e, maanake kinatishia uwepo wao hapo Mashariki ya Kati, kwa wanaanzisha vita zidi ya Iran e, waki, wakiwa na wazo au wakiwa na, na sababu ya kwamba Iran kuwepo Mashariki ya Kati akiwa na nyuklia itakuwa ni tatizo kwao. Lakini je, tujiulize, Iran ukiangalia tangu mwaka elfu moja mia, mia tisa, baada ya vita dhidi ya Syria, baada ya vita dhidi ya Iraq ambapo Ayatollah Ali Ali aliingia Ali madarakani. Hawajawahi kuwa na vita yoyote ile. Hawajawahi kuwa na vita yoyote ile takribani miongo minne, miaka 40 hawajawahi kuwa na vita yoyote ile. Lakini ukiangalia kwa upande wa Israeli tangu 1949 wamekuwa wakipitia vita vita vita vita na wao ndio wanakuwa wanaanzisha. Ukiangalia mfano 1956 dhidi ya Misri walipigana na Misri hapo, hawakuishia hapo 1967, pia wakapigana na Palestine na jamii zote za Kiarabu kwa ujumla F 1973 pia wakapigana vita e, ambapo walipigana zidi ya Misri kwa. Nashindwa kuelewa kwamba Israeli wanaangalia kigezo gani na kusema kwamba wao wanatishiwa na uwepo wa, wa Irani pale mashariki ya kati. E, au Irani an akimiliki akimiliki nyuklia e, wao kutakuwa na shida gani? Sababu ukiangalia wao, e, ndo chanzo cha vita e, yani wao ndo wanaovikorofisha wanaozikorofisha hizi jamii za Kiarabu kwa wanaposema wanaposema kwamba Irani akipata nyuklia anatishia uwepo wao basi mi nitaona ni kwamba tu Israeli wao kama wao, wanachofanya wao ni kulipiza kisasi e, kwa sababu wanajaribu kuangalia yale waliyofanyiwa kule nyuma e, mauaji sana ya kule Ulaya kipindi kama cha Adolf Hitler, Benito Mussolini ambapo Israeli walifanyiwa mauaji mengi sana, mengi mengi mengi sana, na nchi na nchi za Ujerumani e, Ufaransa, Ufaransa, pamoja na na Italia. Kwa hapa wanachofanya wao e, ni kujaribu kulipa kisasi kwa wa, yale ambao waliwahi kufanyiwa huko nyuma e, e, Israeli na mshirika wake Marekani e, ndio wamekuwa wakisponsor hii migogoro katika nchi za Kiarabu mfano tunaona hapo Siria, Lebanoni, hapo unaona ambapo wamefanikiwa kufanya mashambulizi Damascus, e, miji kama Hamas, Gaza, ambavyo wameivuruga vibaya mno. Ko hii yote ni wanataka kulipa tu kisasi, na, na sio kwamba labda Iran Iran kuwa kitendo cha kuwa na nyuklia atasababisha upotevu wa, wa Israeli lakini kwa vita vinavyoendelea pia tunajaribu kuona kwamba Ayatollah Ali yeye alisema kwamba tunamshukuru Mungu e, kuweza kupenya e, kwa kuweza kupenya kwa ngome ya Waisraeli. Kwa hii inaonesha ni kama namna gani ilani miundombinu yao ya kijeshi na makombora yote yote ilikuwa ni lengo la kuja kumwangamiza Mwisraeli. Yaani yote ulikuwa unajiandaa na vita ya Israeli. Ndio maana unaona kwao imekuwa ni kama mafanikio, sababu nchi ya Israeli watu wengi wanaiogopa. E, watu wengi wanaamini kwamba Israeli na jeshi, lakini walichokuja kuprove ilani wao kwamba e, Israeli pia ni nchi ya kawaida, ni kama nchi zingine tu, ambapo inaweza kupitika. E, mfano kupitia ule mfumo wao wa Iron Dome. Wameshindwa kudhibiti baadhi ya drones ambazo zilidondoshwa na Mwisraeli na kupelekea kutua kwa baadhi ya drones na makombora mengine ya kivita mfano maeneo ya Tel Aviv, e, maeneo kama Haifa. E, koo mi naona Israeli e, wanatafuta namna tu ya kulipa kisasi, na ilani haitishii uwepo wa Israeli huko mashariki ya kati. Asante sana ndugu mpenzi mtazamaji wa Kubezya TV kama ndo mara yako ya kwanza tu, ni kuombe unaweza uka subscribe na ukaruhusu alama ya kengele, ili kila tu tunapokuletea taarifa basi wewe u